kabisa cha kutoka magetoni na leo hii uko na mimi go jandso xgz eban karibu upate elimu kujifunza lakini pia uh, pamoja na burudani na leo tutakuwa na mgeni wetu ambaye yeye atakwenda kutujuza vitu vingi sana kuhusiana na yeye anajihusisha na nini anafanya nini na ni wapi au vipi stiki na sisi hapa hapa Uh, katika kipindi chako bora cha kutoka Magetoni kama nilivyokuambia, uh, tuko na madam, madam tunaomba ujitambulishe, unaitwa nani na unajihusisha na nini na na wapi? Karibu sana. asante sana kwa jina, naitwa Eva Minga, mimi ni CEO wa Seven Bakery Morogoro, najihusisha na biashara na ya kutengeneza keki, kufunga zawadi, pamoja na huduma ya surprise. Tupo Misufini Morogoro. Yes, uh, biashara ya utengenezaji wa keki ulianza anza, yeah. Vipi uh, kufanya biashara? Okay, nilianza nikiwa bado chuo, mwaka wa mwisho, mwaka wa tatu, semester ya mwisho kabisa, niliingia darasani, alafu then, baada ya hapo ndipo nikaweza kuanza kutengeneza keki naam. Na uh, mara yako ya kwanza kabisa hmm, uh, ulipata changamoto ipi katika utengenezaji wako wa keki? Okay, changamoto ya kwanza ilikuwa ni mba ile hofu ya kwamba nitapata nita wapi wateja. Hofu nilikuwa nayo kwamba nitapataje wateja katika mara ya ya kwanza kwa sababu hakuna mtu ananijua, ndio naanza. Lakini namshukuru Mungu nilipoamua tu kupiga step ya kwanza na nikapata mteja wa kwanza, hivyo ikawa ni endelevu mpaka sasa tunaendelea. Ya, yeah, uh, ulikuwa na kipaji uliingia darasani au ilikuwaje hadi ukaanza kufanya hii uh, biashara ya keki au ya utengenezaji wa keki? Okay, niliingia darasani, na kabla ya semester ya mwisho, ile kipindi cha likizo, niliingia darasani nikajifunza kutengeneza keki, na baada ya kujifunza ndipo nikaanza sasa kutengeneza mimi kama mimi. Na, mara baada ya kutengeneza wewe kama wewe, uh, unadhani kulikuwa na changamoto ipi ya wewe kuanza kutengeneza keki hadi watu sasa sasa hivi uh, tunafahamu yule Sevena keki? Okay, kama nilivyosema pia hapo awali kwamba changamoto kubwa ni, ni hofu, lakini pia ukiacha na hivyo ilikopo ni ile mwanzo mdogo, kwamba swala la mtaji ambayo limepaswa kulipia darasa na hivyo ikawa nina nina, nina, nina, nina sita sita nilipe, nisilipe, lakini nilipe, lakini nilipolipia lipia nikajifunza vydo, nikaanza. Kwa changamoto ni hiyo kipato kwa kidogo, lakini darasa ilikuwa na ada kubwa kidogo hivyo like. Na uliwezaje sasa kufiksi uh, katika kufiksi kwenye kupata ada? Yani kama nilivyosema kwamba kupo ni semester ya mwisho hiyo sasa nikana waza ile pesa ya mwisho zile za mwisho mwisho zile za mambo ya chuo, je, nitoe kule au niendelee kui, kuitunza? Then nikaamua basi tu nitoe ili niweze kupata ujuzi huu then niendelee na biashara. Ni keki ya aina zipi ambazo seven na baker wanazitengeneza keki? Okay, sisi tunatengeneza keki ambazo ni za, za, za kawaida ambazo zina zina zinalika au kupenda na watu wengi ambao ni, ni basic ambao ni vanilla chocolate pamoja na red velvet, lakini pia hatuzuii flavor ambayo mteja nataka, ye anataka tunamtengeneza anavyotaka yeye, kwa akitaka passion cake, akataka coconut, akataka any flavor tunatengeneza na, na na na. Zinakuwa katika package zipi? Labda gharama zinatofautiana, lakini minimum kabisa ni shilingi elfu kumi na tano. Ambao minimum elfu kumi na tano uh, kwa upande wasasa ambao tayari imesha kuwa decorated. Ile ambayo haijawa decorated, minimum price ni shilingi elfu kumi. Kwa hiyo na nakuendelea ishirini thelathini hamsini sitini laki laki mbili na kuendelea kufuatana sana tukio na ukubwa wa keki ambayo inahitajika uh, keki yako ya gharama zaidi ambayo Seven na Bakery walishawahi kuitengeneza ilikuwa ni ya kiasi gani? Laki saba. Laki saba ni wateja wetu wa Morogoro hapa hapa au nje ya Morogoro? Hapa hapa sema, ilikuwa ni harusi harusi harusi. Yeah. Okay. Uh, ukiachana na na biashara ya utengenezaji wa keki Sevena mm, ana, anafanya biashara ipi nyingine, au alishawahi kufanya biashara gani nyingine nje ya keki? Okay, kabla ya keki nimeshawahi kufanya biashara nyingine ambayo ilikuwa ni kuuza nguo. Kwa nika bado nipo chuo, nimeshawahi kufanya the business ya, ya, ya nguo nguo za mtumba nikaenda Mwenge, mw, mwenge, mwenge. Nah. Da, yes. naenda nachukua nguo nakuja nauziana nianza na classmates, kwa nikafanya hiyo, lakini nikaona hainilipi vile ninapotaka, na kwa sababu unakuta matumizi ni makubwa kuliko unachokiingiza yaani, faida, muda ambao unakuwa umetumia na faida ambayo unapata ni haviendani kabisa, kwa nikataa nao <coughs> nipo, nipo nipo, achana na, na nguo sasa nikaja kwenye keki yeah. Keki inakulipa zaidi kuliko ni nguo yeah. Kwangu mimi keki inalipa zaidi kuliko nguo. Sevena anasimama yeye kama yeye, au kuna uh, watu ambao wanamsupport nyuma, au kuna watu ambao wanafanya nao kazi ili uh, biashara ya keki iweze kwenda au au tuanze kwenye partners, lakini pia labda unasimama mwenyewe kwenye utengenezaji au pia oh, kuna vijana ambao wapo umewaajiri, okay, wana kusaidia kwa upande wa partners, hakuna ni Seven na mimi, lakini kwa upande wa utengenezaji tuna team, sitengenezi peke yangu. Kwa hiyo kuna team ya ya ku- kutengeneza, lakini pia kuna decoration na delivery system. Kwa hiyo tupo na timu hiyo kwa ujumla. Yeah, tukirudi uh, nyuma kidogo pale kwenye kwenye shule mm. uh, umetuambia ni mhitimu wa SUA ulisoma mm. kitu gani au ulisomea nini pale SUA? Mimi SUA nimesomea wanyamapori, wildlife management wildlife yeah, mapori kutoka kwenye wanyamapori hadi utengenezaji wa keki big time sana, Ebane. uh, tunaendelea kupata madini kutoka kwa Sevena Bakery. au Vipi? so endelea, lakini usisahau kutufuatilia, endelea kusubscribe like, pamoja na comment katika YouTube channel yako uh, pendwa kabisa ya kutoka Magetoni, naam uh, Sevena. yeah. katika utengenezaji wako wa keki ulishawahi kupata hasara kubwa na ukasema sitaki tena uh, kufanya hii biashara Nilipata. Ilikuwaje? yes. ilikuwa ni mwaka huo huo yani ndio mwaka wa kwanza wa biashara mwaka ishirini ishirini na moja <coughs> nimekusanya order za graduation. Uh -huh. mwaka wangu huo wa kumaliza nimekusanya order zikawa nyingi. Sasa changamoto ambayo mimi nilikuja kuipata ni kwenye swala la timing, yani nimekusanya order nyingi, ni of course niipata order nyingi sana uh -huh. Sasa ile time kwamba muda huu nitakayotumia kwa ajili kutengeneza keki, hivi ndipo nilipokosea, nipokosea kiasi cha kwamba sasa inafika graduation ni kesho kutwa ndipo naanza kupika leo, hasa kumbuka, hapo ni kwa bado na, na, nina oven ndogo mixer ndogo na bado na TANESCO, kata umeme kwa hiyo TANESCO, kata umeme kwa hiyo ikawa ni changamoto. I think kwa kipindi cha mvua, graduation kwa mwezi wa 12, yes, kwa mwezi wa 12 nasumbua sumbua, sumbua, Kuja kupata kupata sasa sehemu ambayo of course nimeenda kule kwao, nilipoenda pale hasa muda, ikawa ni, imefika, ni, paya, sasa muda ndipo ikawa ni ni changamoto mpaka graduation imefika saa nane, keki hazijaisha za watu. Kwa hiyo mtaji advance ambayo nilipokea kwa ajili ya kutengeneza keki ika imeenda, lakini still mtu keki hajapewa, kwa hiyo mtu akataka pesa yake na ule kuna nyumbani sasa, ndio bora nianzie maisha hapa hapa, then hicho kitu ingefanya ule tu nibaki lakini alivyokuja pia rafiki yangu kanipa akanitia moyo nikabaki, lakini nilikuwa naondoka kwa sababu ime uh, pesa za watu uh, imekongoa pesa yangu yote ambayo hata ilikuepo imeondoka kwa ajili ya kurudisha sasa pesa zao, na bado wengine wakawa na malalamiko sasa, natapeli wote wote. Ah, ilikuwa mbaya sana kwangu yeah. Uh, nafahamu ni mtu mzima, umemaliza shule kitambo kidogo, si ndio? yeah. uh, mahusiano yako sindio? yana, yana, yana faida kwako kwenye biashara yako unaoifanya ya keki au hayana faida mahusiano yako yoyote yale? Lakini hapa tunazungumzia labda una, una boyfriend sindio? Je, uh, yeah. ana, ana, ana, ana, ana support yoyote ile, kwamba leo naweza nikaenda kukaa kwenye bakery ya Sevena nikaanza na mimi kukatakata keki au kudecorate keki? kwa nini business ni hmm. ni ni tofauti na personal life naif hmm. Kwa hiyo siwezi nikaruhusu nika, nika biashara na, na, na maisha binafsi vikaingiliana, lazima kita kimoja kitadondoka. Yani, obvious ni business. Kwa hiyo biashara ni nidhamu zake na, na, na misingi yake haiwezi ikaingia na mambo ya mahusiano. Yeah. Okay. Uh, umesomea wanyamapori? Yes. Unatengeneza keki mm. Unadhani uh, kuna kuna haja ya watu kwamba kuachana na kile kitu ambacho wamesomea darasani mm, alafu wakaona fursa nyingine ipo mtaani mm, wakapiga chini ile digri yao au digri yake mm, na kuendeleza kile kitu ambacho anakiona kwamba hiki kinaweza kikanitoa hapa kunipeleka pale? Ay, mi nasema kwamba kila kitu kinawezekana mtu anapokuwa ameamua sababu sijajua kama ni ni, ni, ni kwa wote, lakini asilimia kubwa tunakuwa tunakwenda chuo just kwa sababu tumekuwa tumechaguliwa, lakini passion ni, wanaoenda chuo kwa passion wachache sana, kwamba mimi kabisa napenda labda vet, yani kabisa napenda kutibu wanyama. Kuta asilimia kubwa wamekwenda wazazi, wazazi kwao, katika fakta kama hizo, lakini pia na fakta za ukosefu wa ajira, fakta nyingi nyingi sasa huwezi ukaendelea kukaa ukasema kusubiri mpaka nije kuajiliwa, hujui ni lini wala ni ni kwa wakati gani. Kwa katika kipindi cha kusubiri, kama kuna fursa ambazo zitokeza, ni vizuri ukatoka then ukaweza kuifanya, kwa sababu inakusaidia kujikimu wewe na usiwe mzigo kwa wazazi au kwa ndugu hata marafiki. Timu yako ina, ina, ina watu wangapi? wa seven na Bakari Mm, timu yangu uh, ina watu ilikuwa na watu sita, lakini tumepunguza kidogo na mpaka sasa tupo na watu wanne. Yeah. Na kila mmoja yupo kwenye wewe, wewe upo kwenye kitengo gani? Mimi nipo kwenye kitengo cha marketing, masuala ya, ya ya utangazaji na kufanya branding, yani kuhusu kutafuta wateja. Ina maana tunazungumzia tuna labda kwenye ishu za mitandao ya kijamii ndo biashara yes, yako kubwa unafanyia huko, mm. Ikitokea leo hii mitandao ya kijamii imepigwa ime, ime, ime chini pap kwa Tanzania au ulimwenguni, unadhani Sevena ataendelea kusurvive kwa kwa kwa kwa, kwa, kwa biashara yake ya keki yeah? Kusurvive inawezekana, lakini katika mm, asilimia ndogo kwa sababu hata tu namna uwanzaji wangu wa biashara umeanza kwa kupitia mitandao ya kijamii ambayo hata pia WhatsApp inakuwa included. Kwa hiyo kama manake WhatsApp ikiwa chi, ikiwa haipo, uh, Instagram TikTok, chochote hakipo, that means tutasubiri tu ni mpaka mtu either apite dukani au uh, kama alipata keki, basi mtu mwingine akija kuhitaji ndipo atafute, kwa hiyo wateja watakuwepo lakini sasa sio kulinganisha na mtandao kwa mtandao. Una, una una effect kubwa sana hmm, sana yani, unakuta tu sasa hivi mtu upo ofisini mtuiekua mtu Instagram, sasa ile maanake haitokuwepo tena kwa wakati huo, kwa lazima kuna loss ya watu utatokea kwenye biashara yako, hasa kwenye mtandao unaweka ads. Yeah, nimeshawahi kufanya. Na impact yake ilikuwaje au matokeo yake yalikuwaje? impact yake kwa sababu pia ndo nipo katika process ya kuendeleza, yani mpaka sasa hivi nimefanya tu mara mbili. Kwa hiyo ni ni, nilivyoshauriwa ni kwamba ili kuona matokeo natakiwa na, na consistency tu nisisubiri nifanya mara moja, sababu hizi ni mara ya pili nifanye ni mara mbili mm -hmm. then ni niseme ni, ni imenisaidia mm -hmm. a nitaendelea, ni alafu then naamini kwamba itasaidia kwa sababu itafikia tangazo ambalo nafikia watu wengi, kwa wale ambao watakuwa okay. interested Ushai ukasema labda umeposti ume, ume posti kitu alafu mtu aka komenti keki yako mbaya au vitu vyako vibaya? Ushai kukutana na hicho kitu? hapana. Kukutana nacho. hmm. Maybe ukikutana nacho. hmm. Itakuwaje kwa kwako? Utachukuliaje kwa sababu wateja ni wana, wana wana wana tabia tofauti tofauti. hmm. Okay. Ni, ni ni kawaida kupata positive na, na, negative feedback. Kwa hiyo inategemea sasa, kama mteja akasema hivyo, maana yake tabia ni nikae ni, ni, ni, ni, chini, ni kweli aitengenezewa keki ambayo iko sio nzuri. Maana kama ni kweli inabidi sasa tu, tufanye follow up na to, to apologize kwa yule mteja, kama kweli alinunua kwetu, maana either kama kwa changamoto ilitokea, lakini kija bono kwamba ni just yes, yeye either bado ni uvivu au tu ni tabia yake, basi unaachana naye kwa sababu hautoweza kubadili kila mtu. Okay. Uh, Watu wengi wana wanafikiria kwamba utengenezaji wa keki ni, ni, ni rahisi sana, ni simple kwamba kila mtu anaweza kutengeneza aa, una, kuna siri gani hapa ya, ya, ya, ya, ya ugumu wa utengenezaji wa keki, kwamba watu wasichukulie utengenezaji wa keki ni simple? Tunaona watu wengi wanatengeneza keki, lakini wanaenda biashara yao siku mbili tatu zinakufa. Inakuwaje hii? Kuna usiri gani hadi sevena anaendelea Uh, kuwa kwenye mstari ambao umenyoka zaidi. Okay. Mimi nadhani kitu cha msingi sana ni hiyo ya kwenye nia tu ya mtu kwamba ninataka kufanya uh, kazi hii kwa muda fulani na katika misingi hii fulani p ambapo, uh, ambapo sasa mtu anapokuwa anatengeneza keki kwana changamoto ambayo anakutana nazo cha msingi ni kutokata tamaa, zile changamoto ambazo tutakutana nazo. Kwa hiyo aendelee, lakini pia siri kubwa kwenye masuala ya keki ni keki ni science na keki ni art. Keki ni science kwa upande wa kupika, keki ni art kwa upande wa kuremba. Kwa hiyo ile art ndio huwa inakwenda na trend, yani na na muda sasa. Kwa hiyo ukipitwa sasa, wewe unaenda ku tunaenda kulemba keki eh, za elfu mbili za mm, miaka 2000 elfu mbili, sasa hivi tupo ishirini na tano. Sasa mtu hatotaka hivi, atutaka ambayo na trend. Kwa hiyo inatakiwa mtu endelee kuwa updated kila wakati na na keki uh, kujifunza, yaani kama kd kujifunza ishirini na moja, lakini sijaishia tu hapo kujifunza, endelee kujifunza siku hadi siku, lakini ukishajifunza ile basic, unakuwa tu unaongezea kwa kwenye keki. Lazima elimu kila siku, kwa sababu vitu vinabadilika kila siku. Unawashauri nini sasa, uh, vijana au Kina mama ambao pia wanatamani uh, kutengeneza keki okay. kama tayari mtu anatamani na anapenda kufanya hivyo, anaweza atakapoamua. Niendea kusema kwenye nia pana njia. Kwa hiyo kama ameamua yeye kutengeneza keki ataweza. Cha msingi tu ni kutokata tamana, kuamua kuanza kidogo kama uwezo wake unamruhusu, kuanza na mtaji wa, wa shilingi laki tatu laki tano laki ngapi anaanzia pale pale kama yas unavyosema, anzia ulipo. Yaani pale pale asisubiri mpaka aje kuwa na bekari labda kubwa hapo -uh. Hapo unaweza kabisa ukaanzia uka, nyumbani ukatenza keki hapo nyumbani. Kama mimi naweza kutengeneza keki nyumbani, sikuwa na ofisi kwanza mm. Kwa hiyo unaanzia nyumbani, simu inakusaidia kupitia mtandao, unafanya delivery mpaka wale unafungua ofisi. Kwa hiyo anzia pale ulipo, then una kwenye, kwenye, kwenye masoko mm. uh, wateja wako ni wa Morogoro au pia nje ya Morogoro? Na endapo kama unafanya uh, nje ya Morogoro, una, una, una, una deliver vipi, au we unaenda kule kule labda umepata tenda kubwa inakuwaje? Okay, wateja wakubwa kwanza, saa kwanza ni wa watu, wa kwa mi, watu wa Morogoro ndio wateja wangu wakubwa, lakini kwa watu wa mikoani kwa namna mbili, kama anataka ki maanake naweza like, tukaituma kwa basi then anakwenda kuipokea kule, hata kama anamfanyia mtu surprise, kana kwamba anataka uh, uh, uh, iende, halafu mpokeaji ndo yani, yeye mpokeaji hajui chochote, inawezekana pia lakini. Pili, kwa kwa kazi ambayo inakuwa ni kubwa, ambayo huyo mtu manake akapei na usafiri uh. nikisema kazi kwa manake hata mtu ana uh, usafiri upo included. Tunakwenda kwa mfano, tume- tumeenda mara mara kadhaa zaidi ya mara mbili kwa kazi ambayo mtu manake anata, anapenda huduma zetu kwanza, sababu da pia wapo wapiga keki wengi, ukapenda mm. Huduma zetu, tumefika pale da, tukatengeneza anachokitaka na akifurahia then, lakini pia akalipena usafiri. Kwa hivyo mm. inategemea na mteja anataka nini? Anataka kutumiwa au anataka tumpelekee. Naam, ebane uh, mtazamaji wetu wa kutoka Magetoni, nadhani unapata madini ambayo ukikaa ukichill Uh, sebleni kwako kwa alafu ukiperuzi kwenye YouTube channel yetu uh, unapata cha kujifunza. Uh, Sevena Teknolojia imekuwa. Unadhani kuna umuhimu wowote ule wa Sevena Bakery kutumia teknolojia either kwenye kufanya marketing uh, kwenye kutengeneza keki au kufanya deiva ya yeah, biashara yako yeah. Because, namna gani? Lazima itumike kwa sababu uh, hata tu mitandao ya kijamii pia ni teknolojia yenyewe, lakini pia kwenye upande wa, wa marketing teknolojia lazima itumike, inasipia inasaidia katika kuendelea kupata wateja wengi zaidi, uh, kwamba kwa mfano kuwa na hata na namna ambayo na, na, na na, ambao unaweza ukatrack hata wateja wako au kujua birthday zao zinakaribia kiasi gani, inakuwa rahisi kumkumbusha mteja au kumwambia kama asante. Sasa kama ulishakusha umhudumia, kwa vitu ni vingi ambavyo vitasaidia vita, vita, vita sisi kama Sevena kuwa kuwa wakitofauti, lakini pia kuendelea kukua zaidi, k okay, uh, Sevena anawezaje ana, ana, ana, ana kukasirika endapo kama mteja ka, ka, haja, hajaridhika haja, haja na kile kitu ambacho kapelekewa mteja yeye yeah, hajaridhika na na huduma na, e, na na na ambayo wewe umetoa anakasirika sevena? Hapana. <laughs> Sevena hataki kukasirika kwa sababu sisi tunapaswa kumsikiliza mteja, na always sisi tupo tunatakiwa kuwa chini ya mteja no matter yupo wrong or right. Kwa hiyo kama kama ani, anaweza kuelekezeka katika hasira zake, anaweza kuelekezeka, tutamuelekeza kwamba okay, hiki kimefanyika hiki na hivyo namna. Lakini kama hataweza, basi hapo tutasubiri hasira zake zikipungua, ndipo tumuelekeze. Lakini kabisa kama sisi kama kwetu ndio tumefanya kosa, lazima tutafute namna ya ku apologize, yaani lazima yeah. na lakini katika pia namna ya kutoa huduma tu, kwa sababu si ni binadamu kiuhisia, kukasirika kupo, lakini hatupasi ah, kushow unaweza kaja kabisa pale, ni kweli kanikwaza, nguta mtu yeye kachelewa kutoa labda oda kitu fulani, lakini pia ndaka, yaani vitu vinakuwa tofauti tofauti, kachelewa lakini anataka kupata huduma kwa haraka, tuombe muda fulani ana muda mwingi. Ni tabia kwa hata kama umekwazika, sitaki kuonyesha kwa kabisa kwamba nimekazika, hata kwa kapo sana karibu sana, karibu tena, lakini ndani kanikwaza kwanza, kwa sura hatutaonyesha kwa kwamba tumenuna, lakini ndani ni kaida tu ya, ya biashara ah. Wanasema we are open. Seven anatumia gero neno? Yeah. Kwa nini natumia neno? Tupo wazi. Yeah, tupo wazi. <laughs> Kwa nini? Maanisha, tupo, tupo tayari kutoa huduma kwa wateja. Na lakini pia napotumia we are open, wapi natumia we are closed. Kwa nini? Kwa mara nyingi, sisi tuwa we are closed kuanzia Ijumaa saa kumi na mbili, mpaka saa kumi na mbili, Sabato tufanye kazi. Ah, kumbe ni Sabato, okay. Yeah. Endapo sasa hapo hapo, uh, kwenye kwenye kwenye dini kidogo, si ndio? mteja mm -hmm. ana shughuli yake au ana tukio lake Jumamosi, mm -hmm. Sevena kapigiwa simu saa kumi na mbili jioni, je? mm -hmm. yeah, Sevena ataacha hela, mm -hmm. au Sevena ataenda kwenye misingi yake ya dini? okay. Sisi mtu akitaka akitoa oda ya Jumamosi tunampa option mbili: apokee Ijumaa jioni au Jumamosi jioni, kwa sababu yaani Ijumaa jioni kabla ya Sabato kuingia, maanake kabla ya saa kumi na mbili au Jumamosi jioni baada ya Sabato kuisha. Kwa hiyo ni yeye sasa amue, achukue hiyo Ijumaa au akisipotaka, maanake Jumamosi jioni. Lakini either aba anataka Jumamosi asubuhi au mchana, sasa tuna option mbili: tumwambie sisi tuna huduma au tukuconnect na mtu huduma mwingine anatengeneza keki Morogoro ambayo yeye Jumamosi yupo open. Kumbe hiyo yu inawezekana, inawezekana kabisa. kabisa. kabisa, kwamba yule mtu ambaye umemconnect kwake unadhani, mm-hmm. haujampoteza huyu mteja okay kwako ewe. Uh, inaweza ikawa hivyo, lakini pia sasa, hata kama nisipomconnect anahitaji keki atapata tu. Kwa mimi ni vile huwa nafanya kuwasaidia wateja kwamba okay, ume-umekosa kwangu, lakini nitakusaidia kupata sehemu nyingine, kwa sababu hata kama nisipompa namba atapata tu watoa huduma. Morogoro tupo wengi, kwa, kwa hivyo pia hiyo pia ya kupeana wateja ipo, ina strengthen pia urafiki wa sisi watoa huduma, kwa sababu sisi pia watoa huduma tunafahamiana. Kwa yeye anguta, hata kama sio Jumamosi, huyo dada, huyo mtu mwingine hayupo, wateja wake atanipa na mimi kwa tunafanya hivyo uh, tunaelekea mwisho uh, Sevena kama Sevena mm, ana maintain vipi kubaki Sevena kama Sevena Bekari? Yaani anabaki ile kwenye mstari kwamba mimi uh, vitu vyangu viko moja mbili tatu, ndo tunamwona Sevena sasa hivi. Morogoro mzima wanamfahamu, karibu karibia Tanzania pia wanamfahamu kwenye ku maintain standard. ni, ni kitu ambacho ni, uh, au ni, ni, ni siri? No. Mm. Si siri ila ni, ni, ni kitu ambacho ni, ni, ni kazi kidogo, lakini kama uh, ni, ni kama kujitengeneza nidhamu au kutengeneza kitu ambacho kitani kita shape kwa. Kuna vitu ambavyo kamwa hatupaswi kuviacha sisi kama sevi na bekari ambavyo tunajua tunapaswa kuendelea kuvifanya kwa mfano customer service kuwa nzuri, lakini pia cha msingi zaidi ni keki zetu kuwa na ubora mzuri. Pale tutakapoharibu ubora tu wa keki, hata kama Sevena Bakery anafahamika Morogoro nzima, utatukimbia tu. Lakini kwa kitu cha msingi ambacho tunafanya ni ku maintain ile quality ya keki, huduma uh, namna kuwafikishia wateja, hmm. ya kuwafikishia wateja vitu kama hivyo ambavyo watu wanavipenda kutoka kwetu Uh, nataka ni muulize tu swali moja la mwisho. Uh, Sevena mm. maisha, maisha, <laughs> maisha ni nini? Mtu anakwambia maisha ni nini? Maisha ni kuishi. Tuambie ili kuna watu hawajui maisha ni nini. Ujue kama ndugu zangu akina Selembe hawajui maisha ni nini, wanaishiishi tu. Waambie ili waweze kufahamu. Sasa, maisha nadhani ni mm. neno ni, ni, ni, ni, ni, ni, ni ambayo ni, ni pana kidogo katika namna ya, ku, ya, ya kuielezea mm. lakini maisha ni ni, ni, ni, ni naweza nikasema tangu mtu anapozaliwa mpaka muda wake wa, wa, wa, wa, wa, wa, wa mwisho anapokwenda kufa mm. ambapo sasa katika kipindi hiki yeye ndo maisha yake. Sasa namna gani unayaendesha namna gani, katika misingi gani, labda ulioikuta wewe unaoitengeneza sasa. so, maisha ndo yameungana, yame vitu spiritual, economic, social. Kwa hiyo, inakopo ina aspect tofauti tofauti mm. kwa jinsi anavyoishi, ninavyoishi mimi, wenza na wewe ni tofauti kwa hmm. Sasa kia mtu sasa, so, una maisha yako na maisha yangu na maisha yake. Mm. ni kitu kipana tena, nashindwa kueleza katika sentence moja. Okay, yeah. Ebana, uh, big time sana kwa dada yetu Sevena Bakery . Ah, swali la mwisho, mtu akihitaji kumpata Sevena, tuanze kwenye mitandao ya kijamii lakini pia baadaye kwenye namba za simu, ili waweze kukupata vizuri kabisa. Okay. Sevena Bakery tupo katika mitandao ya kijamii yote, nikimaanisha TikTok, Instagram, WhatsApp pamoja na Facebook, ambapo Instagram apatana kwa jina Sevena Sevena ambayo ina ce sio s C E V E N A H. Sevena underscore bakery underscore Morogoro. The same pia na TikTok, Sevena underscore bakery lakini pia na Facebook, pia Sevena bakery, pia na page ya Eva Minga. Sasa Facebook zipo mbili. Eva Minga pamoja na na Sevena bakery. Okay, ok uh, mtu akihitaji kuja ofisini moja kwa moja mnapatikana wapi? Tupo Misufini, Morogoro, barabara kuelekea Suwa. Sua hmm, kabla hujafika Splash Kaosh lakini pia kwa namba za simu ni 0754 mm -hmm. 315 645, tarudia 0754, utarudia 315 645. yo ebane uh, nadhani umepata kitu ambacho Leo umeweza kujifunza kitu kikubwa sana kutoka kwa dada yetu Sevena. Amezungumzia vitu vingi. Tumepata kuelimika namna gani uh, wanatengeneza keki, lakini pia changamoto ambazo zipo hasa kwenye utengenezaji wa keki. Lakini unawezaje kupata uh, masoko au wateja endapo unataka kufanya biashara hii ya utengenezaji wa keki lakini katuambia kwamba maisha ni kuishi au vipi, uh, tunavyoishi kwamba kisosho au vipi, uh, kiuchumi lakini pia ki, ki, vitu vingi vingi sana uh, ni vitu ambavyo Sevena Bakery keki kutokea Morogoro ameweza kutujuza vizuri. ms la ziada naitwa GO jo underscore xgzoo. Nyuma ya kamera kuna Selembe Mzembe, ndimu mkata shombo, lakini pia tuna anko Chami, bila kumsahau mjomba Abduli kutokea kule kule kwetu.